Mr. Bado. Mr. Bado uko hapa Yesa, zinasikia amekutengenezea nyimbo kwa bidii dakika e, mbili tu e, dakika mbili. Mr. Bado kuja basi. Nasikia iko manzi nyingine kali sana. Haya, jaribuni hoe.

kiwe mubana mnamuita bado, unaona kachelewa, basi sababu ilikuwa bado sawa, lakini kwa sababu amefika jarubuni, basi atapambana na mimi leo.